Naam, taarifa nyingine zinaarifu kwamba wagonjwa wa saratani wameandamana nje ya makao makuu ya bima ya SHA katika eneo la Upper Hill hapa jijini Nairobi wakiitaka serikali kuongeza bima ya matibabu ya saratani. Waandamanaji hao wameilaumu serikali kwa kutozingatia changamoto zao, wakisema kwamba kiwango cha sasa kinachotolewa na SHA hakilingani na gharama halisi ya matibabu ya ugonjwa huo. Mwanahabari wetu Ben Kiroi ana taarifa hiyo kwa kina wa ujasiri waliandamana hadi katika makao makuu ya mamlaka ya afya ya jamii SHA na jumba la afya kuteta kuhusu kiasi cha pesa kinacholipwa na SHA kwa matibabu ya saratani. tunataka tunataka, wagonjwa hawa ambao wengi wanaendelea na matibabu, wakitaka serikali kuimarisha bima ya matibabu ya saratani. You yeah, you'll find that they are abandoning treatment midway because the package is not enough, the SHA package is not enough. And now you're finding that most patients now are facing end of life. Is very, very, very painful. Aitoshi matita, matibabu yetu. Unaanza treatment inakatikia katikati. Ukienda hospitali kama Kenyatta hata KU wanakuambia kadi yako imekuwa exhausted. Aidha wameitaka serikali kwa dharura kufanya mpango wa kurekebisha SHA ili kugaramia kikamilifu huduma zote muhimu. Yeah. And no. Kwa mujibu wa wagonjwa hawa kiwango cha sasa cha shilingi 1550 kinachotolewa kwa matibabu yote ya saratani hakitoshi kutokana na gharama kubwa ya matibabu kamili. Kwa sasa SHA hutenga shilingi 1400 kwa kila mgonjwa kwa mwaka kugharamia matibabu ya saratani ikijumuisha vipimo na tiba. Pesa zote zimeisha. Si nimekuwa maifo matiti sijatolewa, kwa sababu walikuwa nasema nikimaliza hiyo kemo nitatolewa matiti. Mpaka sasa hijatolewa, pesa wamesema hakuna. Ninasikia uchungu hata usiku wa turali. Familia kweli imechoka. Kutoka 2022 till then tumeseparate na mzee ya hii kitu. Watoto hawako financial stable. so hii, hii ugonjwa inatumia pesa. Malalamishi yao ambayo walikusudia yamfikie waziri wa afya Aden Duale yalipokelewa na afisa katika wizara hiyo. Wagonjwa hawa ambao wanakabiliana na matibabu kali ya saratani wanatumai angalau serikali itajibu haraka iwezekanavyo kusaidia kuinua mzigo wa ugonjwa huo. Ben Kirui.